Ujambo, mpenzi mtazamaji wa Dems Media, kabla ya yote nikuombe kusubscribe chaneli yetu hii. Moja kwa moja tuangazie katika uwanja wa kivita huko mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ambako mapigano mapya yameripotiwa tena asubuhi ya Ijumaa tarehe 10 Oktoba 2025 katika kijiji cha Kibati kilichopo kwenye kundi la Luberike, wilayani Walikale, mkoa wa Kivu Kaskazini, kati ya waasi wa kikundi cha AFC/M23 na wapiganaji wa zalendo kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na chanzo cha Dems Media, wapiganaji wazalendo waliotokea eneo la Miba, takriban kilomita tano 5 magharibi mwa Kibati, walianzisha mashambulizi dhidi ya ngome za waasi kuanzia saa 11 alfajiri. Mashuhuda wamesema milio mikali ya silaha nzito na nyepesi ilisikika katika maeneo ya mapambano huku risasi zikizidi kusogea karibu na kijiji cha Habula kilichopo upande wa mashariki mwa Kibati. Hali hiyo imezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi ambao wengi wamelazimika kujifungia majumbani mwao, wengine wamekimbilia porini wakihofia usalama wao kutokana na mapigano hayo. Usafiri kati ya Kashebere na Muungazi umesitishwa kwa muda. Wakumbukumbu, waasi wa AFC/M23 wamekuwa wakidhibiti eneo la Kibati tangu mwezi Aprili mwaka huu baada ya kujiondoa katika eneo la Walikale mjini wazalendo wamekuwa wakijaribu mara kadhaa kulirejesha eneo hilo lakini bila mafanikio, hadi hivi karibuni. Baada ya siku nzima ya mapigano makali jumaa hii, taarifa za mwisho zinaeleza kuwa wazalendo wamefanikiwa kuwadhibiti waasi wa AFC M23 na kuwatoa katika nafasi nne kati ya tano walizokuwa wameziteka tangu mwezi Aprili. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, takriban watu 16 wamepoteza maisha upande wa waasi, huku wapiganaji wawili wa wazalendo wakijeruhiwa. Majeruhi hao wamepelekwa katika kituo cha afya cha Kibua kwa matibabu zaidi. Kwa sasa, hali ya utulivu wa muda mfupi imerejea katika eneo la Kibati, ingawa hali ya wasiwasi bado imetanda. Wakazi wengi wanaendelea kukimbia au kujificha majumbani mwao wakihofia kurejea kwa mapigano. Mapigano haya yanajiri wakati mvutano wa kijeshi kati ya jeshi la serikali FARDC, wazalendo na waasi wa M23 ukiendelea kushika kasi katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini, hasa katika wilaya za Rutshuru Masisi na sasa Walikale. Hali hiyo inaendelea kuwa changamoto kubwa kwa amani na usalama wa raia katika eneo hilo, huku mashirika ya kiraia yakitoa wito kwa serikali na jumuiya ya kimataifa kuharakisha juhudi za kurejesha utulivu wa kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Dems Media. Acha maoni yako kuhusiana na taarifa hii lakini usahau kusubscribe na kushare taarifa hii kwa wengine kadri uwezavyo. Mimi ni Abdul Juma, tukutane kwa wakati mwingine kuna kumajaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye, asante.